Yes, ni mashine ya kufulia nguo kampuni yake Toshiba. Hii mashine bwana, nitawaonesha namna jinsi inavyofanya kazi, ubora wake na ufanisi wake. Kwanza, kabla ya kuanza kufua, lazima uwe na sabuni na nguo. Nikachukua sabuni yangu nikaweka, na nguo zangu na mashine yangu hapo nikatia. Baada ya hapo, nikaweka maji. Uzuri wa bahati hii mashine bwana, unao uwezo wa, wa kufua zaidi ya mara mbili. Umeona kama hapo nilivyoweka maji yangu Angali angalia jinsi ninavyotakatisha na maji yamebadilika mpaka rangi, yaani ni kuonesha tu kwamba hii mashine inafanya kazi vizuri na ina uwezo mkubwa sana. Haya, baada ya kumaliza hapo kufua, nikazikagua nguo zangu kama zimetakata, na kama nilivyosema awali, unaweza kufua zaidi ya mara moja. Nilivyomaliza kufua hapo, nikaona kwamba zimetakata, nikabidi nitoe maji machafu. Nimetoa maji machafu hapo Nikaweka maji kwa ajili ya kusuuza hivyo hivyo. Hii mashine unao uwezo wa kusuuza zaidi ya mara moja au mara mbili, mimi nikaona nisuuze tu mara moja inatosha. Ni hivyo maliza hapo. Hii mashine na sehemu mbili, ina sehemu ya kufulia na sehemu ya kukamua na kukausha. Nikawa nimeweka hapo sehemu ya kukamua na kukausha nguo zangu, baada ya kuweka hapo nimezitoa hapo nguo zangu, zimekauka ni muda mchache tu. Hii mashine bwana ni bora na ina matumizi kidogo sana umeme. Jamani, hii mashine sio ya kukosa. Nikasema ngoja ni test hapo niangalie, maana watu wanaweza wakasema haijakauka haijakauka. Hii hapo mashine iko vizuri na inakausha vizuri. Karibuni sana, tunawakubali wote mnaotusapoti.